Kwa majina yangu naitwa Thomas James Thomas C. ni mjasiriamali mfugaji wa kuku aina ya broiler. Napatikana Chanika kwa Bwaja. Kazi yangu kubwa ni ku, ni, ni, ni, ni, ni, ninafuga, lakini ninawachakata pia, kwa maana ya kwamba ninawaandaa na kisha ninawafikisha sokoni kwa wateja. Ninawashukuru sana Sido, kwa programu hii ambayo ameanzisha mafunzo ya muda mfupi, ni kama crash program ambayo inatupa nafasi sisi wafugaji na wajasiriamali wadogo wadogo kwa ajili ya kujifunza mambo kadha wa kadha. Kuhusiana na habari za usindikaji wa chakula. Asante sana. Na tunawakaribisha na wengine pia wajasiriamali waweze kukimbilia fursa hii ili wajue namna gani wanaweza wakaandaa bidhaa zao, lakini namna gani ya kufunga ya kufunga bidhaa zao na namna gani pia wanaweza waka capture market kulingana na na jana na uhitaji wa jamii husika. Ukitazama namna ambavyo wengi tumekuja SIDO eh, ule uelewa wetu ambao tulikuwa nao na sasa ambapo tunahitimisha tuna, tuna, tuna, mafunzo haya ni vitu viwili tofauti kabisa. E, tumekuwa na uelewa mpana wa masuala mengi. Vitu vingi tulikuwa tunavifahamu na tulikuwa tunavifanya katika hali ya uwenyeji zaidi, lakini sasa hivi tumepata mafunzo ambayo yameenda kutujengea uwezo na namna ambavyo tutaweza kwenda kupeleka bidhaa zetu sokoni na hata kushindana na, na nchi nyingine. Tunawashukuru sana SIDO, tunawashukuru serikali pia kwa ujumla wake kwa namna ambavyo wameweza kuandaa mafunzo haya, na kwa kweli hatuna cha kuwalipa zaidi ya kusema asanteni kwa niaba ya wengine.